Okay. Ona ona ona kabisa kabisa ginsi hey. Mm. Bale babire ginsi bamefanya kabisa mwingine muzima okonaona hey. Yeah. Okonajonea na weye konajonea kabisa okonajonea hey. Konannanokonaona mwungini wameharibisha kabisa, wameharibisha ameharibisha kabisa kabisa, mwungini yote, mwungini yote inaisha, naisha, inaisha, inaisha, inaisha yote, yote, yote naona. Yote, yote.

Mokonaona? Iyote ni video ya izi manyumba hapa kasali e fc Park M23. la RDF rwandes. Mko naona? Mko naona? Hapa kote ni abo banalunguza kabisa, banalunguza wanalunguza kabisa, wanaharibisha wanaharibisha. Bako na sema bako na penda balete amani mwinchi ya Congo, ne bako na haribisha kabisa kabisa, bako na halibisha bitu mongini oti meisha meisha meisha kabisa, hey, nini ote moko na jonea muko na jionea kabisa, hapa koti, hapa koti, hapa koti kabisa. hizi zote ni manyumba ni manyumba ni manyumba hizi zote. manyumba hizi zote kabisa Eh, hey. hapa ni bayi M23 bayi M23 kabisa Eh, hey. haba boe ginsi mko naona mwingine yote otse isha Lungula. kabisa zimeo watu. Zimelunguza manyumba hapa ote kumehalibika na halibika. Nalomba kabisa kabisa waongozi wa Kongo, watafuta cha kufanya juu population, tunateseka tunateseka kabisa, tunateseka sana, tunateseka sana. Sawa sawa, nyote mushaona, mushaona ginsi bashalunguza mwingine kabisa, moko naona